Habari za wakati huu, mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari. Msomaji wako ni mimi Yustasela John. Ibada maalum ya graduation sabato imefanyika katika kanisa la Waadventista wa sabato chuo kikuu cha Arusha kwa ajili ya kuwapongeza na kuwaombea wanafunzi wanaomaliza masomo yao ngazi mbalimbali mbali. Mkutano wa neno la Mungu tumaini la uzao wa nabii Ibrahimu uliofanyika Changwahela umemalizika hii leo baada ya kudumu kwa siku 14 mfululizo, na watu 23 wamempokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Kesho kunatarajiwa kufanyika mahafali ya 19 ya chuo kikuu cha kimataifa cha Arusha kwa wahitimu wa ngazi ya ministrio, certificate, diploma na degree. Hizo ndizo habari kuu zilizotufikia sasa. Tuungane katika taarifa kamili ya habari. Arusha leo tarehe 29 Novemba 2025, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Chuo Kikuu cha Arusha imefanyika ibada maalum ya kuwapongeza na kuwaombea wanafunzi wanaomaliza masomo yao. Ibada hiyo imefanyika katika ukumbi mkuu wa chuo hicho na kuhudhuriwa na wanafunzi wa ngazi za Ministrio, Certificate, diploma na degree pamoja na wanafunzi wanaoendelea na masomo. Vilevile vile walimu, wazazi, walezi na washiriki wa kanisa wamekuwa sehemu ya sherehe hii muhimu. Ibada hii imeongozwa na Mchungaji Emmanuel Ogwali Osoro ambaye amewahimiza wahitimu kwamba popote watakapokwenda, matendo yao yaende sambamba na mipango ya Mungu wa milele ametolea mfano kuwa wahitimu ni watumishi wa Kikristo popote walipo na wanapaswa kuangaza nuru kwa matendo ya haki. Today we need to examine ourselves as we venture out there. So that whatever we do is aligned with God's eternal purpose. And the Bible has examples of great scholars. Biblia ina mifano ya wanazuoni wengi. Who were aligned with God's eternal plan. Hao maisha yao yaliendana na mpango wa Mungu. Scholars such as Solomon. Suoni kama Suleimani. Such as Daniel. Kama Daniel. And the others that we cannot mention because of time. Hatuwezi kuwataja kwa sababu ya muda. But they were aligned with God's eternal purpose. Maisha yao ndio ndio makusudi ya Mungu. And today their lessons continue to influence us. Mafunzo yao yana Ibada hii imekuwa sehemu ya kuonyesha shukrani, ibada na utayari wa wahitimu kuingia katika huduma na maisha ya kazi kwa uaminifu wa Mungu. Dar es Salaam, mkutano wa neno la Mungu uliofanyika katika kijiji cha Changwahela umefikia kilele hii leo tarehe 29 Novemba 2025, baada ya kuendelea kwa siku 14 mfululizo tangu tarehe 16 Novemba Mkutano huu umeandaliwa na idara ya huduma za vijana wa kanisa la Wadventista wa, wa Sabato Mwenge chini ya kauli mbiu Tumaini la Uzao wa Nabii Ibrahimu. Mnenaji mkuu wa mkutano alikuwa Mchungaji Elisha Juma akishirikiana na Mchungaji Petro C Nyanda. Katika mafundisho yake, Mchungaji Petro Nyanda alieleza kwa msisitizo juu ya umuhimu wa kushika amri za Mungu akiwashangaa wale wanaodai kuwa kuna sababu ya kushika sheria kwa madai kuwa zimeishia msalabani. Yaani, nikawa na shangaa eti wale watu wanaosema hatuna haja ya kushika sheria, maana imeshaishia msalabani. Wanasema hivyo kwa Mwenyezi Mungu, ila ukifika kwa wake zao wanasema tushike sheria, ukifika kwa ume zao wanasema tushike sheria, ila ukirudi kwa Mwenyezi Mungu wanasema a a, zimeshaishia msalabani, hizo hazifanyi kazi tena. Pereka matango pori jalalani. Sheria za Mungu bado zinafanya kazi, ile ya wajibu wa mwanadamu kwa Mungu na ile ya wajibu wa mwanadamu kwa mwanadamu, bado ziko hai, bado zinafanya kazi, kila kona, kila taifa, kila imani, bado zinafanya kazi. Na Biblia inasema yeyote atakazifundisha huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni, bali yeye ambaye atafundisha kinyume katika torati, atafundisha kinyume katika Injili, basi ataitwa mdogo kabisa katika ulimwengu wa sasa. Aha, kumbe kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa injili, yule anaitwa mdogo ni yule ambaye anafundisha kinyume na mapenzi ama na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini yule ambaye anaitwa mkubwa ni yule ambaye anafundisha sheria za Mwenyezi Mungu. Jioni hii ya leo, shika kitabu, shika torati, shika kitabu kitukufu, panda juu ya jukwaa kwa ajili ya tumaini la uzao wa Ibrahimu. Amina. Naye ni kwa njia ipi kushika sheria zake kuzifundisha utapata tumaini tu ikiwa utazifundisha sheria zake. Ukisoma kile kitabu cha yohana njiri Yohana mtakatifu sura ya kumi na tano sura ya kumi na tano somaji pale sura ya kumi na nne msada wa kumi na nne na kumi na tano Wesoma sura ya kumi na tano aya kuminjiri inasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Yani, kigezo cha kupenda ni kushika amri za Mungu. Sambamba na hili mchungaji Nyanda, akinukuu Biblia, amesema mtu yeyote atakayejibidisha katika mema mengi, lakini hashiki amri za Mungu, kwake hapana asubuhi. Kama mtu ataimba, hata imbe, anatoa machozi, hata imbe, anaruka mpaka nguo zinatoka, kama kwa mfalume Daudi, kata aimbe, watu wanapiga makofi, watu wanashangilia kama hashiki amri za Mungu, neno linasema kwake huyo hapana asubuhi. Tunajuaje huyo mtu anampenda Mwenyezi Mungu? Basi ni kwa kutii, ni kwa kushika amri zake. Kwa upande wake, mchungaji Elisha Juma alitoa mafundisho yenye kugusa maisha, akifundisha kuwa suluhu ya changamoto za maisha ni kumkimbilia Mungu na kupeleka haja zetu kwake. Ulimwengu wetu tunaoishi nao hivi karibuni, unaposikiliza taarifa za habari, unapoangalia magazeti, unapoingia kwa YouTube channel, wale wanaoingia kwenye mitandao, unapokusanyika kwenye makundi ya miji mikubwa kama mjini, unapoelekea Dar es Salaam, miongoni mwa vitu vinavyokatisha tamaa ni mwangwi unaosikika kwenye vichwa vya watoto vya waja wa Mwenyezi Mungu waja Mwenyezi Mungu anasikia, matukio yanayowakatisha tamaa. Ulimwengu umekosa furaha, kila inapoitwa leo kunaibuka magonjwa ambayo hata madaktari na wao wanashangaa. Siku chache zilizopita, miaka mitatu kama si miwili iliyopita, Afrika na dunia nzima ilikumbwa na janga kubwa la ugonjwa ulioitwa korona, na korona iliondoka na maelfu ya watu korona. Iliua vijana walio chini ya miaka 40 ambao ni nguvu kazi katika mataifa yao. Korona iliondoka na wazee walikuwa bado na future za ya maisha yao, lakini ukirudi nyuma, mnamo mwaka 1918 ulitokea ugonjwa mwingine uliofanana kama korona, ugonjwa ambao ulileta athari kwenye dunia zaidi ya watu milioni mia tano waliathirika na ule ugonjwa, na watu milioni mia na hamsini walikufa na huo ugonjwa. Sasa angalia dunia tunayoishi nayo isiyo na maana, tunashambuliwa na magonjwa kila siku, halafu tunasikia milindimo ya kutokuwa na amani katika ulimwengu tulio nao, yaani dunia imekuwa si mahali ambapo leo linaweza kupafurahia. Ni wapi ninapoweza kupata amani? Mungu anatuita kwa maneno yafuatayo. Mwenyezi Mungu anatoa wito kwa wanadamu Yoeli sura ya kwanza rafiki yangu, Yoeli sura ya kwanza ya kumi na nne neno la Mungu linasema, neno la Mwenyezi Mungu linasema, takaseni saumu, ndiyo iteni kusanyiko la dini, sawa, wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi, sawa, waende nyumbani kwa Bwana, sawa, Mungu wenu na kumlilia Bwana, waende nyumbani kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wenu akamlilie Mwenyezi Mungu katika nyumba yake, sawa. Wito wa kwanza unaotolewa kwamba iteni, takaseni saumu Swaumu ni neno la Kiarabu na tafsiri yake maana yake ni funga. Takaseni swaumu, kusanyeni kusanyiko la dini, waiteni wazee, leteni watoto. Kwa nini waletwe? Mwenyezi Mungu anasema waende katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wakalie na kuomba dua ili Mungu mbali na masomo ya kiroho kulikuwa na pia na masomo ya kaya na familia pamoja na masomo ya afya. Dkt Jacob Kihila alihubiri juu ya uzuri wa upendo wa kweli katika ndoa na kuwashauri wanaume wawe walinzi wa wake zao, wakiepuka upendo wa bandia na maneno ya majeruhi. Kwa hiyo mwanzo kabisa Mungu alikusudia hivi, na ndio maana anasema watiini waume zenu kama kumtii Kristo, kama kanisa linavyopaswa kumtii Kristo, vile vile wanawake wawatii waume zao. Na alafu waume wakaambiwaje? Waambiwa wapende wake zao kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sasa kuna wakati huwo ongea naongea na, na, uh, uh, na, na wanaume wenzangu, najua kwamba neno hili ni, ni gumu sana, maana ukiweka ile uh, kama Kristo alivyolipenda kanisa, utaunguliwa kwamba Kristo alilifia kanisa. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa apende kwa kiwango hicho cha kufanya lolote lile, ki chochote kisiingie pale, upendo wako hauwezi kuzimwa kwa sababu ana afsi tabia. Na nikagundua ya kwamba ili wanaume waweze kujua kupenda lazima waende kwa Kristo aliye chanzo cha upendo. Wakati mwingine upendo huu umekuwa ni bandia na umekuwa na shida nyingi wa kujaribia. Kumbe upendo halisi tunaweza tukaupata kwa nani? Kwa Kristo. Naongea na wanaume wa, wa, wa Changwahela walioko hapa na wanaosikia, ukitaka kujua kupenda vyema mtafute aliye chanzo cha kupenda, Mungu wa mbinguni, na ndio utafanikiwa. Vinginevyo upendo zingine hizi za bandia, zenye unifanyie hiki, lazima unifanyie hiki ndio nikupatie, lakini kumbe hapa anachosema upendo huu hauna masharti, maana yeye Mungu alitupenda kwanza. Kwa hiyo wanaume, pendeni kwanza <laughs> alafu wanaitikia upendo kama ambavyo Kristo kama kanisa linavyofanya, na upendo unakuwa hauna masharti, sio kwamba ukifanya hivi ndio nitakupenda. Penda kwanza, alafu matokeo ya kupenda ni utii, kama ambavyo kanisa linafanyika. Kanisa tunatii kwa sababu Kristo alitupenda kwanza na hii ni kanuni ya msingi katika mahusiano ambayo Mungu alitamani iwepo katika mahusiano. Sasa siku hizi shetani alipogeuza, jana nilisema na juzi, dhambi ilipoingia iliyageuza, mama, badala ya kupenda kwanza, unataka masharti. Eo, unaweka masharti, ukinifanyia hiki naweza nikakufanya hivi. Kwa upendo huu ni wa kulazimisha, upendo huu ni wa kibinadamu unaumiza. Hauna, hauko wa kweli. Upendo wa kweli ambao tunatakiwa tuwe nao ni unabubujika kutoka katika kiti chake cha enzi, na una hauna masharti, hauna vigezo, na ndio ambao nauongelea huko. Kwa hiyo wajibu, narudia tena, wajibu wa wanandoa, mwanaume ni kupenda, na ukipenda mwitikio wa mwanamke ni kutii. Nataka niwaambie, si rahisi, maana dhambi ilipindisha mambo. Sasa, usalama wetu baada ya dhambi kuingia ni kujikabidhi kwa aliye chanzo cha kututia nguvu na yaweza yote katika yeye anitiae nini nguvu, ambaye ni nani? Ni Mungu wa mbinguni. Sasa ngoja niongee na akina baba kidogo. Wanaume, ambalo tulipewa ni ulinzi wa familia. Sasa ulinzi, wengine wasije kusema mimi sijaenda JKT, uh, sijaenda ku, namaanisha nini ulinzi? Unamaanisha uh, uh, kumlinda mwenzako dhidi ya mashambulizi ya aina zote ya aina zote, na Mungu anatulinda anapatia ulinzi wote, na nataka niwatie moyo pia, kama ujui hili Ng'ang'ana na Mungu wa mbinguni. Nataka niongee na watu, kuna wengine ni waumini hapa wa muda mrefu, kuna wengine wamesondwa, wame, wame, wame na kupigwa na mishale ya movu shetani, mishale ya maneno mpaka mtu anataka kuhama mtaa, maneno. Nataka niwakumbushe, Mungu wetu ni mlinzi wetu mkuu. Ukipigwa na mishale ya maneno, kimbilia kwa Mungu wa mbinguni. Sasa katika familia pia, mke anatakiwa alindwe. Mke akishambuliwa na chochote Mume, weka wigo we, kwamba kabla hujamfikia mimi nipo na inaenda mpaka kumlinda dhidi ya mawifi <laughs> maana kuna wakati maneno ya mawifi yanachoma, na unakuta yanachosha na kukela mume naye yuko kimya. Usikae kimya wakati uliyemchagua anadonolewa. Bi Awadia Ogillo aliyeshirikiana na Dr. Mafwele alitoa mafundisho ya afya na kuwaomba wazazi kupima adhabu kabla ya kumwadhibu mtoto. Siku hizi tuna shida kubwa sana, watoto wengi na vijana hawapendi kazi, hawapendi kazi, wanapenda tu kukaakaa vijiweni ehe. Kwa hivyo ni muhimu mtoto mdogo uanze kumfundisha kazi akiwa mdogo, mtoto ajue kwamba kazi ni kitu kizuri, Kazi ni kitu cha kufanya kwa furaha, asione kazi kama adhabu eh? Ukimwambia nenda ukaoshe vyombo ananuna, anaona kama sijui umemfanyaje, sijui umemwonea. Isiwe hivyo, tuwafundishe watoto kufanya kazi wakiwa na umri mdogo sana. Tufundishe watoto wetu majukumu, majukumu. Nyumbani kuna majukumu ya wanawake ama ya wa, wa, watoto wa kiume watoto wa kike, kuna majukumu ambayo inabidi wajue nyumbani, na majukumu wa, ya watoto wa kike wa kiume, ni muhimu sana kuwafundisha wakiwa bado wadogo. Lakini kuna makosa mengine ambayo mtoto anafanya kwa sababu ni mtoto. Kuna makosa ambayo mtoto mtoto anafanya kwa sababu ni mtoto. Yani siyo makosa yake, hiyo makosa inatokea kwa sababu yeye ni, ni mtoto. Kwa mfano, mama unajiandaa kwenda mjini ukamvalisha dogo vizuri, nguo safi, viatu safi, ukamwambia kaa hapa, mimi naenda kuoga. Unarudi unapata dogo ameshachota mchanga, amemwaga kichwani, yani dogo sasa amekuwa tu yani ni, ni vumbi mwili mzima, nguo imechafuka. Usimchape, hiyo makosa ni kwa sababu yeye ni mtoto. Mtoto anajua kwamba kila kitu ni ya kuchezea naye haoni makosa. Ukimchapa utakuwa unamwonea, kwa sababu yeye hajui hajui makosa. Nyingine ambayo mtoto anafanya kwa sababu ni mtoto, kwa mfano, umempa chakula mtoto, unasema kula usichafuke, unamwambia usichafuke, unamwambia hivyo, lakini hana hiyo uwezo wa kula vizuri bila kuchafuka, lazima achafuke kwa sababu ni mtoto. Usimchape, usimchape kwa sababu yeye hajafanya makosa yoyote, amefanya hivyo kwa sababu yeye ni mtoto ni umri wake, hawezi hajiwezi. Kwa hivyo akifanya hivyo unasa, unamsaidia taratibu taratibu. Kwa upande mwingine, Bi Awadia Ogillo aliwaomba wazazi na walezi kuelimisha wasichana kupika na kuwafundisha wavulana kujitambua, kwani wao ni nguzo ya familia. Mtoto wa kike ajue jinsi ya kupika eh? Mtoto wa kike ajue jinsi ya kupika. Hiyo ni shida kubwa siku hizi eh? Binti anaolewa kazi ni kwenda gengeni kununua chipsi na mayai kumlisha mumewe. Kisa nini? Hajui kupika. Hajui kupika. Kwa hivyo ni muhimu tumfundishe mtoto huyu wa kike jinsi ya kupika na mambo mengine mengi ambayo tunafahamu majukumu haya. Mtoto wa kiume ajue majukumu yake. Mtoto wa kiume ni kichwa cha nyumba. Baba, mama mwanze kumfundisha huyo mtoto kujitambua kwamba yeye ndio kichwa cha familia. Ehe. Mkiwa nyumbani mnaweza mkampa majukumu ya kufunga mlango. Mtu wa mwisho wa kufunga mlango, nenda kafunge mlango. Mlango kafunge, hata kama afiki apande, apande juu juu ya ya kiti hmm? ya kiti afunge mlango, ajue kwamba ha hiyo ni majukumu yake. Mkutano umehudhuriwa na wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Changwahela na washiriki wa kanisa. Ikumbukwe kuwa kanisa la Waadventista wa Sabato Changwahela bado ni kundi linalolelewa na kanisa la Mwenge katika huduma hii ya Injili timu ya vijana 41 kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge lilikaa kambini eneo hilo la Changwahela, na kila siku aliingia nyumba moja baada ya nyingine, wakijifunza Biblia na wazazi. Matokeo yake watu 23 wamekiri hadharani kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe jamani, mavuno makubwa Jina la bwana na libarikiwe. Na safari hii tunamshukuru sana Mungu, tuna watu wa rika zote kama tunavyoona. Tuna mzee wetu mtu mzima kabisa, tuna vijana wadogo. Haleluya! wote hawa wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kuna wachache katika ile orodha aliyoisema mzee ufungo. Kuna wachache pia wanatokea hapa hapa Mwenge, e, kama wawili hivi lakini wengi wametokea mkutano ule na wachache pia kundi la Kinondo. Basi nitamwomba Karani asome jina la moja moja, wako ishirini na tatu kulingana na orodha iliyoko hapa wakiongozwa na Mzee Roy Elineema waliapa viapo vyao na baadaye wakabatizwa na Mchungaji Rahisi Mande, mchungaji wa mtaa wa Mwenge. Ukiacha kutuza tumbaku katika aina zake zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu na kuacha matumizi mabaya au biashara haramu ya dawa za kulevya au dawa zingine? Ndiyo. Je, unazijua na kuzielewa kanuni kuu za Biblia kama zinavyofundishwa na Kanisa la Waadventista wa Sabato? Na je, unakusudia kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa neema yake kwa kuishi maisha yanayolingana na kanuni hizo? Ndiyo. Arusha, kesho tarehe 30 Novemba 2025 katika chuo kikuu cha kimataifa cha Arusha kunatarajiwa kufanyika mahafali ya 19 tangu chuo kianze kutoa elimu. Mahafali haya yatakutanisha wahitimu wa ngazi za ministrio, certificate, diploma na degree. Katika ibada ya sabato ya leo iliyofanyika chuoni hapo, Profesa Kitojo ameeleza ratiba ya namna mahafali hayo yatakavyofanyika na kuhamasisha wahitimu wajitayarishe kwa tukio hilo muhimu maishani mwao. Um, ninatamani kusikia na kufahamu, kufa, kesho, wengine kwa utaratibu huu kwa siku ya Jumamosi ikoje? Siku ya Jumapili ikoje? Tutaanza saa ngapi? Tutahitimisha saa ngapi? Kesho ndio climax ya yeah, graduation yetu. Tutaanza saa tatu asubuhi na tunatarajia muda wa saa saba tutakuwa tumemaliza na mgeni rasmi Washiriki ambao wako hapa ndani ya ukumbi huu. Kwanza nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote kwenye graduation ya kesho. Ni graduation muhimu kwa sababu wahitimu wanakamilisha uh, muda wao waliosoma hapa na kupata vyeti kwa, ni siku ya furaha na sherehe kubwa kwao. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ibada maalumu ya graduation Sabato imefanyika katika Kanisa la Waadventista wa Sabato Chuo Kikuu cha Arusha kwa ajili ya kuwapongeza na kuwaombea wanafunzi wanaomaliza masomo yao ngazi mbalimbali. Mkutano wa neno la Mungu tumaini la uzao wa Nabii Ibrahimu uliofanyika Changwahela umemalizika hii leo baada ya kudumu kwa siku 14 mfululizo, na watu 23 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kesho kunatarajiwa kufanyika mahafali ya 19 ya chuo kikuu cha kimataifa cha Arusha kwa wahitimu wa ngazi ya ministrio, certificate, diploma na degree. Hizo ndizo habari zilizotufikia hii leo kutoka Bukelebe TV. Tunakutakia usiku mwema na tuonane tena kesho kwa taarifa nyingine ya habari. Mimi ni Yustasela John na hii ni Bukelebe TV sauti ya tumaini, sauti ya Injili na roho ya unabii.